Katika mwaka wa 2026, nguvu za kijeshi za mataifa ya Afrika zimeendelea kukua hasa katika sekta ya anga. Kwa mujibu wa ripoti ya Global Firepower Index ya mwaka 2025, mataifa haya yamewekeza kwa kiasi kikubwa katika ndege za kivita, helikopta za mashambulizi, ndege zisizo na rubani, yaani drones, na mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga. Hii hapa ni orodha ya mataifa 15 yenye nguvu kubwa zaidi za za anga barani Afrika. Namba 15 ni Uganda. Ina SU-30MK2, helikopta za MI-24 na drones za upelelezi. Nafasi ya 14 ni Tanzania. Ina F-7, helikopta za kijeshi na ndege za mafunzo kutoka China. Nafasi ya 13 ni DR Congo. Ina ndege chache za kivita lakini inaongeza uwezo kupitia usaidizi wa kimataifa. Namba 12 ni Libya. Licha ya migogoro bado ina SU-22, MiG-23 na helikopta za kijeshi. Nafasi ya kumi na moja ni Chadi. Ina ndege za mafunzo na mashambulizi kama SU-25. Nafasi ya kumi ni Kenya. Ina F-5 Tiger, helikopta za MD-500 na drones za ISR. Nafasi ya tisa ni Tunisia. Ina F-5 helikopta za Bell na ndege za mafunzo ya kisasa. Nafasi ya nane ni Morocco. Ina F-16, helikopta za Cobra na mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga. Namba saba ni Sudani. Ina ndege za kivita za Kichina na Kirusi, pamoja na drones za upelelezi. Nafasi ya sita ni Angola. Ina SU-30 na MiG-21 pamoja na helikopta za kijeshi za Urusi nafasi ya tano ni Ethiopia. Ina MiG23 SU27 na helikopta za mashambulizi licha ya changamoto za kisiasa. Nafasi ya nne ni Afrika Kusini. Ina Gripen JAS39 helikopta za Rooivalk na teknolojia ya hali ya juu ya rada. Nafasi ya tatu ni Nigeria. Imeongeza ndege za JF17 Thunder, Super Tucano na drones za ISR. Nafasi ya pili ni Algeria, ina ndege za kisasa kama SU30, MiG29 na drones za kivita kutoka China na Urusi. Nafasi ya kwanza ni Misri, ina zaidi ya ndege 1000 ikiwemo F16, Rafale, MiG29 na helikopta za Apache. Vigezo vilivyotumika katika takwimu hizi: ripoti ya Global Firepower hutathmini uwezo wa anga kwa kuzingatia idadi na aina ya ndege za kivita, helikopta za mashambulizi na usafirishaji, drones na teknolojia ya upelelezi, miundombinu ya ulinzi wa anga yaani radars, sams, mafunzo na uzoefu wa marubani. Mataifa mengi ya Afrika yanaendelea kuwekeza katika teknolojia ya kisasa ya anga, hasa drones na mifumo ya ulinzi wa anga isiyo na rubani. Ushirikiano wa kijeshi na mataifa kama China, Urusi, Ufaransa na Marekani umechangia sana maendeleo haya.